Imekuja kutembelea na kukagua e, ujenzi au ukamilishaji wa ujenzi wa kituo chetu kikubwa kabisa cha afya katika tarafa hii ya kusini e, hapa wilayani Mafia. E, mradi huu ni miongoni mwa vituo e, ambavyo mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alikuwa na maono ya kuhakikisha kwamba katika sekta ya afya tunafanya jambo kubwa kwa lengo la kuwasogezea e, wananchi huduma ya afya karibu na maeneo wanayoishi. Ikumbukwe kuwa e, wilaya hii ya Mafia ina tarafa mbili, ina tarafa ya kusini na tarafa ya kaskazini. Hapo awali e, tulikuwa na kituo e, cha afya katika tarafa yetu ya kaskazini, lakini katika tarafa hii ya kusini ambayo ina, ina, ina, ina, ina kata hii ya Kiegeani Kata ya Kilindoni e, pamoja na kata ya Jibondo na Miburani vilikuwa havina kituo cha afya katika eneo hili. Mheshimiwa Rais kupitia tozo zile za, za, za, za, za, za miamala ya simu aliridhia matumizi ya fedha zaidi ya milioni mia saba na hamsini kwa ajili ya ujenzi wa kituo hiki kikubwa kizuri, na hivi sasa kimekamilika na tunachosubiri sasa ni vifaa tiba pamoja na madawa kwa ajili ya ufunguzi wa kituo hiki ambacho kitaendelea au kitakuwa kinatoa huduma katika tarafa yetu hii ya kusini. Nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Rais. Nichukue fursa hii kumshukuru sana kwa maono yake lakini kwa mapenzi yake kwa watu wa Mafia. Kazi iliyofanyika Mafia ni kubwa sana katika kipindi kifupi cha cha utawala wake. Sambamba na na na, na kituo hiki Mheshimiwa Rais ametuwezesha eh, eh katika ujenzi wa zahanati nyingine nne ambazo nyingine zimeshakamilika lakini nyingine bado zinaendelea na ujenzi. Ukenda katika kijiji chetu cha Kilindoni ametoa pale Mheshimiwa Rais milioni hamsini kwa ajili ya ujenzi wa zahanati katika kijiji cha Kilindoni kwa sababu ilikuwa haina zahanati katika tarafa hii ya Kusini. Lakini ukenda Mlongo, Mheshimiwa Rais alitoa zaidi ya milioni mia moja na hamsini kwa ajili ya ujenzi wa zahanati pamoja na nyumba ya, ya, ya mkuu wa, wa kituo pale ili itakapokamilika iweze iweze kutoa huduma kituo kile cha Mlongo kimekamilika. Kia e, watumishi tayari wameshapelekwa na kituo kimeanza, kimeanza kutoa huduma. Hiyo ni zahanati ya pili, lakini ukenda Gonge, nako vile vilevile alitupa zaidi ya milioni mia moja na hamsini kwa ajili ya ujenzi wa zahanati ile ya Mlongo. Zahanati imekamilika tayari tumeshapokea watumishi na ifikapo tarehe ishirini na tano watumishi wale watakuwa wameripoti kwa ajili ya kuanza kutoa huduma katika eneo lile, lakini haikuishia hapo. Mheshimiwa Rais ametoa tena fedha zaidi ya milioni mia moja na hamsini kwa ajili ya ujenzi wa zahanati katika kijiji cha Kifinge. Zahanati tayari imekamilika, watumishi wameshapelekwa tarehe 25. Zahanati ile tunakusudia au tunakadiria itakuwa imeanza kutoa huduma. Kwa hiyo katika eneo tu hili dogo la afya, kazi kubwa sana Mheshimiwa Rais tayari ameshaifanya amesha katika kituo chetu cha afya Kirongwe ambacho uka, ujenzi wake ulikuwa tayari umeshakamilika toka mwaka 2020 tulikuwa hatuna gari e, ya kubebea wagonjwa. Mheshimiwa Rais tayari ameshaleta gari ya kubebea wagonjwa kwenye eneo lile la, la, la, la kituo chetu cha afya kile katika tarafa ya kaskazini na tayari imeanza kutoa huduma, lakini sambamba na hiyo, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hakuishia hapo, ametuletea boti ambayo ni ambulance boti. Lakini juzi juzi tumepokea watumishi wapya kumi na moja, kwa sababu vituo hivi tunavyovizungumza vyote vitahitaji watumishi, havitaweza kutoa huduma bora na salama na jumuishi bila kuwa na watumishi wa kutosha. Tumepokea madaktari, tumepokea manesi, tumepokea maklinik officer kwa ajili ya kuja kuwahudumia wananchi wetu. Hii ndiyo mafya iliyopo mkoani Pwani wao wanapaita kisiwani Mafia, lakini sisi tunapaita nyumbani. Karibu Mafia.